Jeshi la magereza limewapokea limewahifadhi, kuwarekebisha tabia wafungwa, lakini zaidi hapo ni kuwapatia elimu na kutoka magerezani wakiwa na skills mbalimbali e, mbali ambazo mmezitaja hapa fani saba, na huku mkimwomba mkuu a, kamishina mkuu, kamishina generali kwamba fani zile ziongezwe. Mbeya oye! Mimi kwa niaba yenu nimepokea ombi hilo na na tutalifikisha sehemu inayohusika. Tuko na naibu kamishina hapa kwamba mkuu, tuongezee fani hizi na hizi na hizi kwa maombi ya wahitimu wa mwaka huu, ili watakapotoka waweze kwenda kuingia kwenye ushindani wa teknolojia unaokuwa kila siku. Mbeya hoye! Lakini la pili tutashirikiana na kamishna na, na, na mkuu wa magereza mkoa huu wa Mbeya ambaye yuko hapa, tutajadiliana tuone yale ambayo tunayaweza kama mkoa. E, yako ambayo mmeyataja mengine tunayaweza hapa hapa. Nilikuwa naangalia wale wanaochanganya rangi sikuona mashine ya kuchanganya rangi pale, kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaviweza wenyewe, tutashirikiana na wadau mbalimbali kuona e, mzigo unaokwenda kwa kamishina jenerali, basi mwingine tuweze kufanya wenyewe. Mbeya oye. Ndugu mkuu wa chuo e, leo wanahitimu saa wanafunzi 73 kati ya 81 au 82 waliokuwa wameanza. Hii ni idadi nzuri, idadi kubwa, na naamini mwakani nikija watakuwa 200, sasa sio tena eh, sabini na kitu eh. Sisi kazi yetu kama ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na wilaya na kushirikiana na, na uongozi wa magereza kuona yale yaliyopo ndani ya uwezo wetu tunayafanya ili maisha ya urekebishaji yanapoendelea basi, na maisha mengine nayo na yasikwame. Mbeya oye! Mheshimiwa mkuu wa chuo eh, haya ya vitendea kazi nimesha yagusia ni na tutayafikisha, na yale ambayo tuna uwezo nayo tutahakikisha tunatimiza eh, dhana nzima ya kuwa kiongozi. Eh, ni mambo mengine mawili tu ya mwisho ambayo mkuu wa mkoa amenitaka niwaase. Cha kwanza, nilisema tunakuja magerezani kwa ajili ya kurekebishwa. Maana yake tunaamini umetoka umekuwa mtu mpya tofauti na ulivyokuja, uongo kweli? Tunaamini hamtarudi tena hapa kama wafungwa. Niwaombe huko mlipo au mtakapoelekea mkawe raia wema. Mtumie vizuri fani hizo, mtumie vizuri ofisi zetu tumie vizuri halmashauri zilizoko jirani yenu kuhakikisha, eh, moja ya kundi linalopata kazi za miradi ya ya halmashauri ni pamoja na ninyi. Beya oye. Hilo ofisi zetu zipo wazi. Ninyi sasa mzitumie kuhakikisha, eh, mnakwenda kuboresha maisha kama ilivyokuwa lengo la serikali hii kuhakikisha mnapata ujuzi huu, lakini pia tunatambua chuo hichi pia kinapokea wanagenzi wa aina mbalimbali, na kila mwaka idadi inaongezeka. Tunaendelea kushukuru ofisi ya waziri mkuu kwa jambo hili na kushukuru serikali kwa ujumla kwa kuhakikisha inarasimisha fani mbalimbali mbali ambazo zimetoka katika taasisi zisizo rasmi na kuzileta kuzirasimisha, ili waweze kwenda kwenye soko la ajira pamoja na kujiajiri.